Hello guys. Today I'm so happy guys. Anna, yani najaribu ku imagine tulikuwa na ma, tulikuwa na ma DCI. Kuna huyu DCI Fred alafu na huyu DCI Kanono. Tumekuwa na watu watu wamekuwa kiwadharau au magunzo wamekuwa kidharau. Kwanza wanadharau Kanono sana. Kumbe hawa watu wanaweza fanya kazi wakiwa wawili. Kuna hawa wa makumbafu wengine. Maskari tuna wanini, fans wanachanga pesa, wanakula wakiapa wakiapa na ma excuse. You see? wanafanya kazi nzuri. Alafu kuna huyu mjinga anaitwa nani Charles alikuwa anatrain nani, alikuwa anatrain Dev. Kuna hizo tactics zenye alikuwa anakaa kule kwa msitu akimtrain. Sasa alikuwa nadhani wanakaa tu na dev kijinga jinga mkule pesa, kumbe dev naye kuna ze, kuna tactics zenye aliiba. Jamaa anaruka kwa msitu kama <laughs> jamaa anaruka kwa msitu yani hata <clears throat> sijui niseme kama squirrel anaruka huku na huku. Dev ako kila mahali maji, unajua tena ameokolea mahali pakubwa Dave ameokolea mahali pakubwa, alafu mkiona hawa guns, kuna venye wanajua Dave wakiona. Enyewe kweli panya wengi hawachimbi shimo <coughs> kama askari wamekuwa wengi sana, mpaka wengine walikuwa in the scene. But hakuna kitu alikuwa anasaidia. But you see nani anezaamini, wameingia kwa teritori ya, ya Bravo, sijui ndio eria, mi hata sitaki kujua ni eria gani. Wameingia kwa hiyo teritori, wamefagia na wame, nini wame, wametoka na Baba Kafue. Na si kutoka na Baba Kafue tu, bado kuna huyu msichana ameokolewa. Lakini huyu mzee, huyu mzee amerepu huyu msichana vibaya sana, lakini sieti ni madawa. Msiseme ni madawa juu from the word go Baba Kafua alikuwa anapenda tusichana tudogo. Hata wale waliba documents zake walikuwa wasichana wadogo, so ni kitu amezoea, kumaanisha hata alipiga oda aletewa kasichana kadogo sasa. Msichana hata sijua alikidnapiwa kutoka wapi, lakini ni maombi tu. Kama si maombi, mkumbuke ile maombi apostle Joshua alipiga wakiwa na pastor Elijah, alafu sasa kuna hii maombi ya, ya nani ya riaga hii maombi ya ya mwisho wakiwa na riaga. Ai, hawa tu si yetu, wanatumia nguvu zao wangewindwa huko opia, juku. Pia juu hawa watu pia wako na bunduki na wako na uchawi. Kama si maombi si nguvu zao by the way. Ni nguvu za Mwenyezi Mungu ni neema, walizingirwa na malaika. That's why unaona mission inaenda successful. Sasa unaona wameanza kutoa matawi matawi wameanza kutoa branches kama wameshika baba kafue. <coughs> sasa kuna sasa hawa wamebaki, Bravo Bravo naye ni Mungu asimame juu jamaa mliona, akona mpaka na pisto na tembeangi peke yake, alafu hiyo area ni yao, so wanajua mambo mingi sana. Mliona mpaka yani, wameweka mpaka huko huko, mifugo wanafuga huko. Hizo mifugo alikuwa anaangalia ni za Bravo juu mnakumbuka, huyo gaidi wakipita kwa boma fulani, alisema hiyo boma ni ya baba Bravo, kulikuwa na kamzee hivi, wakiteremka hivyo, wakienda kuangalia, kukapatikana kuna mifugo kumaanisha wakati walipeleka huko nani baba Kafue wakavuta nani Chorea kazi ilibidi wapatie baba Kafue hapo mahali ya manager's place jio kazi yenye baba Kafue anafanya, mnakumbuka ilikuwa ya Chorea wakati walivuta Chorea kazi ilibidi baba, baba Kafue afanye ni achukue jumu. Nakumbuka wakienda kuvua samaki walikuwa mpaka na baba Kafue na baba Kafue ndiye alikuwa manager wa Chorea. Sasa saa hii mtu alichukua nafasi ya, nani ya Chorea ni baba Kafue. Sasa sahii ameacha fish ameacha the so called home na mifugo, hatujui kama ni mifugo ama ni majini. Jo, hawa watu hawaeleweki, wanaweza kuwa wamevuka majini hao, wanadanganya ni mifugo, but we really thank God na kuambia kazi ya Fred imetufurahisha wakiwa na Dev. Sasa shida ya Dev ni moja, anapiga mapii kibao Dev kidogo amepiga simtu afanyishange na nini Dev mazoezi ametembea na madisi hii muda yote, hata ajai, ajai, ajai kwa sawa, anahema kuhema na kuanguka, but hiyo naye tujalishi, bora tu mission iko successful. Hakuna kitu tunafurahianga kama tukiona mission iko successful. Mungu tu awashikilie wa hivi, kusipatikane na shida yoyote, kusipatikane Tunataka tu win tu win tu win mpaka tuhakikishe baba baba nani baba Devo amepatikana. Kumbuka hii mission tulikuwa tunatafuta nani baba Kafue. Tulikuwa tunatafuta Champe, na tulikuwa tunatafuta Elvis. Elvis tulimpata. Alipatikana kinini kimeujiza. Champe nayo alipatikana si kimeujiza, ilikuwa vita. Champe akapatikana. Njaki mimi tulikuwa tunatafuta alipatikana. Baba Kafue ndio yeye amepatikana. So mtu amebaki hapa ni Baba Dave na Ofisa Jared. Okay, ki Ofisa Jared. Nimehurumia huyu afisa by the way, nimehurumia. <coughs> inakaa ngumu by the way, kuna watu wanashinda ati sijui champea kwa wapi. Mlisikia ukisema champea tangu apelekwe ndani jela, sahii ako kwa mikono ya security, ya, ya, ya serikali. Hata akisema atoke, aezi toka, ni serikali itamruhusu, serikali ndio itamruhusu, juu makosa walifanya ilikuwa mingi, hata kama ilikuwa juu ya madawa, aezi toka sahii so, kuna venye yako hata anaweza rudishwa job, mnaona hivi visa amerudishwa job, juu iko kwa kupenda kwao